Wapatanishi wa Marekani na Ukraini wameunda mfumo wa amani uliosahihishwa na ulioboreshwa, na wanapanga kuendelea na kazi kwa umakini kwenye mpango wa amani katika siku zijazo, nchi hizo zilitangaza Jumapili. Taarifa ya pamoja ilisema mazungumzo kuhusu mpango unaoungwa mkono na Marekani mjini Geneva yamekuwa na tija kubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kumekuwa na kiasi kikubwa cha maendeleo katika kuimarisha mpango ambao umekaribishwa kwa tahadhari na Urusi, lakini sio na viongozi wa Kievu na Ulaya ambao wanaona kuwa ni mzuri sana kwa Kremlini. Rubio alisema bado kuna kazi fulani ya kufanywa, huku rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky akisema kuna ishara kwamba timu ya rais Donald Trump inatusikia. Akizungumza na waandishi wa habari Jumapili jioni, Rubio alisema timu za mazungumzo huko Geneva zilikuwa na siku nzuri sana. Alisema lengo kuu lilikuwa ni kujaribu kupunguza vitu wazi kutoka kwa mpango wa 28 wa Marekani na kwamba pande zinazohusika zimefanikisha hilo kwa njia kubwa. Hata hivyo mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema makubaliano yoyote ya mwisho itabidi yakubaliwe na marais wa Ukraini na Marekani kabla ya kuwasilishwa kwa Urusi na kwamba bado kuna baadhi ya masuala yanayojadiliwa. Taarifa chanya za mkutano huo zilikuja saa chache baada ya Trump kuwashutumu viongozi wa Ukraini kwa kuonyesha kupuuza kwa juhudi za Marekani kumaliza vita vya Ukraini na Urusi. Rais wa Marekani pia alisema kuwa Ulaya ambapo Kievu ina baadhi ya washirika wake waaminifu ilikuwa inaendelea kununua mafuta kutoka Urusi. Moscow inategemea sana mauzo yake ya mafuta na gesi ili kuendelea kufadhili vita vya nchini Ukraine. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kuwa vimeona mpango mbadala wa kumaliza vita ulioandaliwa na washirika wa Kievu na Ulaya ukiongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani BBC alijaona hati hiyo na Rubio alikanusha kuwa na habari yoyote kuhusu kuwepo kwake. Ingawa rasimi ya mpango huo unaoungwa mkono na Marekani haijachapishwa kwa ukamilifu, maelezo makuu yamevuja katika siku za hivi karibuni. Masharti yenye utata ni pamoja na Ukraini kukubali kuondoa wanajeshi kutoka sehemu za eneo la mashariki la Donetsk ambalo wanadhibiti kwa sasa, na utambuzi wa kimataifa wa udhibiti wa Urusi wa Donetsk, eneo jirani la Luhanski na peninsula ya kusini ya Crimea ambayo ilitawaliwa na Urusi mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na nne. Mpango huo pia ni pamoja na kufungia mipaka ya mikoa ya kusini mwa Ukraini ya Kherson na Zaporizhzhia kando ya mstari wa vita vya sasa, na itaona Ukraini ikikubali kupunguza ukubwa wa wanajeshi wake hadi laki sita chini kutoka takribani laki nane na elfu themanini sasa. Rasimu muhimu ni pamoja na ahadi kwa Ukraini si kutafuta uwanachama wa NATO badala yake Kievu ingepokea dhamana ya usalama ya kuaminika ambayo hakuna maelezo yoyote yametolewa. Hati hiyo inasema inatarajiwa kwamba Urusi haitavamia majirani zake na kwamba NATO haitapanua zaidi. Rasimu hiyo pia inapendekeza Urusi itajumuishwa tena katika uchumi wa dunia kupitia kuondolewa kwa vikwazo na kwa kuialika Urusi kujiunga tena na kundi la G7 la nchi zenye nguvu zaidi duniani kuifanya G8 tena. Trump hapo awali aliipa Ukraine hadi Alhamisi ijayo kukubaliana na mapendekezo hayo, ingawa baadaye alisema rasimu hiyo haikuwa sawa muisho, wa wa Ukraini, wa na toleo la mwisho baada ya washirika wa Ukraine kuelezea wasiwasi wao, na Rubio aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba ana matumaini makubwa kwamba tutafika huko katika kipindi cha muda mfupi sana, iwe ni Alhamisi, siku nyingine au Jumatatu wiki iliyofuata.